au ulipokuwa kifungoni au ulipokuwa uchi hatukuvisha nguo? Ni lini Bwana? Wanamsuta Bwana, ni lini Bwana? Kwa nini? Kwa sababu wanaona tukio hilo halijawahi kutokea. Wanamwambia ni lini Bwana, mbona wanatusingizia? Ni lini Bwana ulipokuwa mgonjwa, ulipokuwa mgonjwa na sisi tukataka kuja kukuona alafu hatukuja? Yesu akawambia ah, akamwambia Ninyi mliposhindwa kuwaona wale waliokuwa kifungoni, wale waliokuwa gerezani, wale waliokuwa hospitali, wale waliokuwa hawana nguo, mlipokwenda kuwaona wale mlikuja kuniona mimi. na hakusema